Jamii ni sababu ya uchumi, ni sababu ya kupatikana mali nyingi. Amani ni sababu ya watu kuweza kukusanyika katika minasabati mbalimbali kuswali swala zaidi katika viwanja au misikitini, hilo linawezekana kwa sababu ya uwepo wa amani. Mikusanyiko ya sherehe za harusi hazipatikani isipokuwa kwa sababu ya uwepo wa amani. Ibada mbalimbali sawa sawa iwe ni ibada ya swala kwa jamaa au iwe ni hija, kupatikana mali ya kutoa zaka, wizkanu wa saum na kusali salatu tarawih na mambo mengineyo katika ibada, yote hayo yanahitaji amani. biashara katika masoko mbalimbali yote hayo yanahitaji watu wawe ndani ya amani. Kufanya siasa kunahitaji watu wawe ndani ya amani. Kusoma na kusomesha, sawa sawa msikitini au madrasa au mashuleni au kwenye vyuo yote hayo hayawi isipokuwa ndani ya amani.